Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kina bahati, wanafunzi wengi wanapenda waje kusoma pale, kwa hiyo inaongeza ushindani. Mwaka huu waliomba wanafunzi 65000 plus mwaka wa kwanza ili waje wasome, wamechagula wanafunzi karibu 15000, ambao tunao 15000. Ni kama nikitoa mfano wa vyo vingine ni kama idadi ya wanafunzi wa vyo vikuu, baadhi ya vyo vikuu viku, vina wanafunzi 6000 sisi mwaka wa kwanza tu ni elfu kumi na tano na mwaka huu a, mwaka jana waliohitimu kwa mwaka kalenda ya last year, last year elfu mbili ishirini na tano walihitimu wanafunzi kumi na moja elfu na mia sita na nane. Wasiwasi wangu mkubwa ulikuwa hawa nawapeleka wapi kweli, wamehitimu kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam kumi na moja elfu na mia sita na nane wanakwenda wapi? natuna shida watu anali, kuna vilio watu wanalia. Sasa hili ni jibu ulionisaidia Ndugu Ngido na timu nzima ya Barrick Tanzania kwamba umetupa nafasi ya vijana wetu waende mahali pengine wakaonge. Miaka miwili mtakuwa kule, lakini mwaka mmoja mmesoma chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa mwaka mlioupata chuo kikuu cha Dar es Salaam ni msingi, safe foundation uliopo hatujafika bado, wamewazidi kidogo, lakini labda kwa sababu ya namba jinsi ilivyokaa, wawili, angalau kwa kuanzia. Nawashukuru, kwa hiyo nawashukuru sana uh, management ya Barrick kwa kuwapa nafasi kwa vijana watano ili swala kufeli na kurudi halitaanzia hali, hali huko wanakokwenda. Hata sisi tukua na utaratibu huo tulipopata vipesa kidogo, tuanze kuleta watu wanaotoka ilevo kifika. Ukishindwa tu max, sisi tuweka max ukishindwa kupata 3.8 uh, ilikuwa unarudi nyumbani au ubaki una, lakini unatafuta scholarship ingine. Kwa mimi nisingependa kusikia ndugu zangu kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam eti mtu anarudi, yaani toke chuo cha Dar es Salaam hafurudi chuo kikuu cha Dar es Salaam afukarudi na, na, na tamani nisikie wanawang'ang'ania kubaki pale. Performance yenu Performance yenu ikawe sababu ya wao kualilia mubaki kufanya masters, na performance yenu kwenye masters pia ikawe sababu ya kufanyie mubaki kufanya PhD, na performance yenu katika PhD ikawe sababu ya nyie kutaka kuajiriwa South Africa. Mimi nitafurahi nikisikia mnajiwa South Africa, au wanawapeleka kusoma Australia au kwenda kuajiriwa Australia, lakini nataka mwe wajumbe, uh, wajumbe kamili kwanza wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na kisha wabariki Tanzania. Ndio maana tukasema kwamba tuache legacy sio tu kwenye maisha ya mtu mmoja mmoja, lakini vile vile kwenye nchi yetu, kwa sababu hao wanakao kwenda ndio our next leaders. Kwa hiyo tunaamini kabisa kila ambacho tunakifanya leo kitakumbukwa miaka mingi sana ijayo na tumeamua kabisa kuweka tufanye impact ya individual na families zao kwa, kwa sababu watakuwa wameendelea, lakini most important ni kuleta uh, impact kwenye nchi kwa kutengeneza mnyororo au pipeline of experts, kwa sababu tunajua kabisa sekta inakuwa, uchumi unakuwa, na tunalihitaji hilo lifanyike sasa. Naitwa Riziki Wazi Mvungi ni mwanafunzi ni mmoja wa wanafunzi ambao wamepata ufadhili wa kwenda kusoma South Africa katika chuo cha Johannesburg kutokea katika chuo cha Dar es Salaam. Kwa nafasi niliopata, napenda kushukuru kampuni ya Barrick kwa kutupa nafasi hii ambayo ni nafasi ya upendeleo. Wameweza kuona nini ambacho tunacho ndani yetu, wameweza kuona nini ambacho tunacho wakakielewa, wakaamini kwamba tuna uwezo wa kufanya jambo kubwa, tuna uwezo wa kwenda South Africa kuchukua kitu kutoka kwao na kwa ajili ya kukitumia katika nchi yetu na napenda kuahidi kwamba hatutawaangusha, tunaenda kupambana, tunaenda kama Watanzania, tunaenda kuonyesha kwa Barrick kwamba sisi ni zaidi ya walivyotufikiria. Tutaenda kufanya jambo kubwa sana Ta, zaidi ya wote tunashukuru. Mchakato ulikuwa uko very open, your excellency ndo kitu ambacho kimekufanya upate au kwa na upendeleo wowote. Tulianza na vyuo vingi Mwisho wa siku tumepata chuo cha Dar es Salaam, hii inaonyesha umuhimu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Tunashukuru wahadhiri wetu, makamu wa chuo, Dean of School of Mining and Geoscience, na wahadhiri wetu wote kwa namna ya pekee hii scholarship. Tulivyofika hapa tumefurahi sana, lakini hatuishii hapa. Tunajua kwamba tuna deni kubwa kwa chuo kwa kampuni na kwa taifa kiujumla. Kwa hiyo tunaahidi kwamba tutakapoenda katika chuo kikuu cha Johannesburg, tutaenda kusoma, tutaenda kuinteract na watu, tujue kwamba nchi nyingine wanafanyaje vitu, na tutakaporudi hapa tutarudi na umairi na ubora, na tutaleta impact jema katika taifa, katika kampuni, na pia tukibatika kurudi chuoni, tunategemea kwamba elimu ya chuo kikuu cha Dar es Salaam Taongezeka kwa kiwango. Asante.